Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah tunaendelea na darsa letu la fiqihi kupitia kitabu kinachoitwa almabadi ul lfiqihi juzuu juzu ya pili. Kwa wale ambao wana vitabu, leo tupo kurasa namba 6 sehemu ambayo imeandikwa atoharatu, tohara. Atoharatu maana yake tohara anasema matoharatu ni nini? Tohara. Anasema matoharatu ni nini? Tohara. Tohara maana yake ni, unaposikia tohara eh, unaelewa kitu gani? Hiya nayo fi'lu ni kitendo. Tohara maana yake ni kitendo ma ambacho la taswihu salatu aiswihi, swala kwa maana haikubaliki swala ila bihi, ila kwa kitendo hicho Unaposikia tohara maana yake ni kitendo ambacho swala haikubaliki mpaka ukifanye kitendo hicho, ndio tohara. Yani kwa maana hauwezi ukaswali bila ya kuwa tohara. Kwa hiyo unapokuwa tohara, ndiyo tayari swala inaweza ikakubalika. Atoharatu, tohara, hiya fiilu, nacho ni kitendo ma ambacho, la taswihu swalatu, aiswihi swala ila bihi, ila kwa kitendo hicho. Ka izalati najasati, kama kuondosha najisi. Eh, kuondosha najisi ni kujitoharisha. Eh, unapoondosha najisi manake unajitoharisha, ndio maana akasema kama kuondosha najisi. E, kwa sababu kama haujaondosha najisi mathalan kwenye nguo ukiswali swala haikubaliki. Au mswala una najisi una swali aliyokuwa una najisi eh, unasujudia mfano kinyesi cha ndege e. Kwa hiyo swala itakuwa haikubaliki, ndio akasema ka izalati najasati, kama kuondosha najisi, wal istinjai, na kustanji. Kustanji, nadhani inafahamika e. ni kujisafisha baada ya kukidhi haja. waludhui na na udhu, waludhui na na udhu, kutia udhu ni kujitoharisha nako. walghusli na kuoga, hapa amekusudia yale majosho ya kisheria kuoga, majosho ya kisheria. watayamumi na kutayamamu, kwa mtu ambaye ana udhuru wa kutotia udhu kwa kutumia maji, basi mtu huyo anatakiwa tayamam. Kama haja tayamam, maana yake akiswali swala ikubaliki. Mtu amekidhi haja, kama haja stanji, akiswali swala haikubaliki, kwa maana atakuwa hajajitoharisha eh. Mtu hajatia udhu eh, akiswali swala ikubaliki. Kuna najisi hajaiondoa, akiswali swala haikubaliki. Sasa lingine nasema ma wasailu taharatu, ni zipi njia za kujitoharishia au vitu vya kujitoharishia? Njia ya kwanza ni ya kutumia maji, au kitu cha kwanza cha kujitoharishia almau, maji eh. njia ya pili ya kutumia mchanga, waturabu na mchanga eh, vitu ambavyo vinafaa kujitoharishia. Unaweza kutumia maji au mathalani, maji hakuna, wakatumia mchanga eh, kwa njia ya kutayamamwe eh. Nikisema mchanga maana yake njia ya kutayamam. Mfano mtu amekutana na josho eh, la kisheria, josho la kisheria mfano janaba mm -hmm, na kadhalika. Sasa anapotumia mchanga atatayamam, sio achukue mchanga aende nao akaoge ajimwagie mchanga mwilini. A a atatayamam, akitayamam atahesabika kwamba tayari ameitoharisha. Kutayamam maana yake ni kule kupiga ule mchanga alafu akapangusa uso na kupiga ule mchanga akapangusa mikono, hiyo ndio kutayamam. Hata kama akikutwa na josho ambalo linamwajibisha yeye kuoga, kama atakuwa haruhusiwi kugusa maji kwa nyudhuru mbalimbali mbali, basi mtu huyo e, atatayamam kwa kutumia mchanga. Kwa hiyo anasema vitu ambavyo kujitarishia almau maji wa turabu na mchanga wal hajaru na jiwe kwa ku, kwa mtu ambaye amekidhi haja hana maji, basi anaweza akatumia mawe matatu, akatumia mawe matatu kwa ajili ya kustanji wadabu na kudibahi, kudibahi maana yake ni kutoa ile au kuondoa eh, ngozi ya mnyama, kuondoa ngozi ya mnyama. Mfano mathali mnyama amekufa au a amechinjwa, maana yake ukachuna ile ngozi yake ukaweka pembeni, ile ngozi uliyochuna ni tohara, kwa maana umetoharisha. Kwa kwa mfumo huo ngozi ambayo imechunwa ile ni tohara, unaweza ukafanya hata mswala wa kuswalia na, na na na kadhalika, waswabuni na na sabuni eh? Swali, malma uladhi ni yapi? maji ya ya ya ma, ambayo yajuzu bihi tatuhiru yanajuzu ya au yanafaa kujitoharishia, ni maji yapi ambayo yajuzu yanafaa au yanajuzu eh, bihi kwayo hayo maji atatuhiru kujitoharishia, maji gani ambayo yanafaa kujitoharishia? Unataka kujitoharisha? Je, maji gani? Tumesema maji anafaa kujitoharishia, sasa ni maji ya aina gani? Anasema huwa kullu ma, ni kila maji ambayo mm, nazala mina samai, yameteremka e, kutoka mawinguni au nabaa min al ardhi au yamechimbuka yame kutoka ardhini kwa maana chemchem kutoka mawinguni maanake maji ya mvua almatwaru E, ni maji ambayo anafaa kujitoharishia, lakini pia maji ya chemchemu yale ambayo yanatoka ardhini pia yanafaa kujitoharishia. E, wala miyakum mutanajisa, e, wala miyakum mutanajisa, na yasiwe e, yenye kunajisiwa, yaani kwa maana ndio maji ya mvua. Lakini sasa unakuta ulipo wakinga kuna najisi ingia mule hapo, e, itakuwa hayafai E, maji ndio ya ardhi yametoka ardhini ni tohara. Lakini sasa, ulipoachukua au ulipoenda kuchota kisimani, baada ya muda fulani, kwenye ndoo kuna najisi ikaingia, kwa hiyo yasiwe yenye kunajisiwa, au pale kisimani eh vitu vinaelea pale. Sasa natakiwa sasa, ile najisi natakiwa uchoto, utoe, utupe pembeni. Baada hapo, yale maji, sababu yanaendelea kuchimbuka pale ardhini, kwa hiyo atakuwa ni tohara kwa sababu ile najisi umesha umesha inaondoa. Au mtu mwingine unakuta anajisaidia kwenye maji anayotembea anatembea, unakuta eh, mizigo inatembea, eh, nikisema mizigo nadhani nafahamika, eh, mizigo na inaelekea huko, inaelekea huko sehemu zingine za watu. Kwa itakiwi sasa, kwa nini wewe ujisaidie kwenye maji yanayotembea? Kwa hiyo ukikuta maji kama hayo, maana yake unabidi usubiri kile, eh, ule uchafu utemue upite, alafu basi, kwa sababu maji yanotembea ni tohara, basi unaendelea kutia kutia udhu. Kibaya zaidi kwamba usiguse ile najisi ambayo inapita. Na mwingine pia ajisaidia kwenye maji leo tuama, yani si kisima si maji yanotembea, yametuama zake, mwingine ajisaidia mule, au anaoga mule, alafu anakivi haja mule. Kwa hiyo yeye eh, anajithamini yeye kuliko wengine, hajui kwamba kuna watu watakuja kuchota ile maji labda Kutumia na kadhalika. Kwa hiyo, fiki inafundisha ustaarabu, fiki inafundisha busara. Kwa hiyo, maji ambayo yametoka ardhini yanafaa kujitoharishia, lakini pia maji ya mvua yanafaa kujitoharishia, ila tu yasiwe yenye kunajisiwa kwa e, e, wala mustamala wala yasiwe yenye kutumika, e. Kutumika maana yake mfano umekinga umechukua maji yako, umeweka kwenye ndoo e, au kidumu e, mtu mwingine akaja akatumia, ameyatumia kwa, kwa kutolea najisi hiyo maji yako umeweka kwenye ndoo e, au kidumu e, mtu mwingine kwa, kwa kutolea najisi Ametumia kwa kutilia udhu tayari ya maji yanaitwa nini? Yametumika, yani mfano mmeka maji hapo kwenye ndoo, mtu akawa anaingiza mikono mule mule anatia udhu, anaingiza mikono mule mule anatia udhu, au anaingiza mikono mule mule anatoa najisi, eh, anaondoshia najisi, tayari ya maji yataitwa mustamala. Yakiwa mustamala, maji haya yatakuwa si tohara. Kwa hiyo ukija kuyachukua ile maji ukajitilia udhu, eh, maji haya yatakuwa hayafai, kwa sababu yale maji ni kalilu, ni maji machache, si maji ya kula tena

Asema malmaulmutanajisu ni maji gani yaliyonajisika. Tumetaja maji yasiwe ni yenye kunajisika. Sasa swali linauliza, eh, kitabu hiki kimeweka kwa mfumo wa maswali na majibu, maswali na majibu eh. Swali, eh, bwana, maji na ndio fatu hazakifiki hizo. Unaweza ukaulizwa swali, bwana, maji yaliyonajisika ni maji gani? basi kwa kupitia kitabu hiki unaweza ukajibu, eh, kadiri Allah atakavyokuwezesha. Alafu fatua zingine zinafuata zina malmaul mutanajisu ni maji gani yaliyonajisika. Walmau nao ni maji alqalilu machache, nimeshaelezea kwa maana maji ambayo najisika ni maji yale ambayo machache kwenye ndoo, eh, alladhi ambayo wakaati fihi najasa tu, imeingia ndani yake najisi E, maji machache yakiingia ndani yake najisi, mfano kwenye ndoo kaona mtoto labda amejisaidia mule, e, au kwenye ndoo kuna kitu uwe ndege au kuku kaachia kinyesi chake kimeingia mule, basi tutayaita maji kwa sababu ni machache, duna kulatain, yani hajafikia kulatain, hapo chini ya kulatain, basi hayo yataitwa maji yaliyo najisika. Ni maji machache yaliyoingia najisi, ila akiwa maji machache yajaingia najisi, hayo tutaita maji tohara. Sema, huwa al-ma'u al-qalilu, ni maji machache naji eh? Eh, kuondoshea hadathi, kuondosha hadathi, au izalati naji, au izalati najisi au kuondosha najisi. Nimeshaelezea eh, kofupi, kwa ufupi kwa maana ni maji ambayo ya yametumika kuondoshea hadathi. Hadathi maana yake mtu ametilia udhu, eh hadathi lasghar kwa sababu udhu ni hadathi. Kutia udhu ni kitendo cha kuondosha hadathi asghar. Kwa hiyo maji yakatumika, mtu ametia mikono na akawa anatia udhu eh, lakini pia labda mtu ametia mikono na akawa nini anondosha najisi. Hayo maji yatakuwa ni musta'malu, ni maji yaliyotumika. So, lingine ameuliza mal maul qalil ni yapi maji machache? Maji machache ukisikia maji machache ni maji aina gani? Anasema, huwa madun alkullatain, mshaelezea pia nayo ni yale maji ambayo ni chini ya kullatain, duna maana yake hayajafikia kullatain eh. Mal maul kathiru ni yapi maji mengi eh, mal maul kathiru ni yapi maji mengi? Maji mengi ni yapi? Asema huwa ma balagha kulatain fa akthar, ni yale ambayo e, yamefikia kulatain na zaidi. Maji mengi ni yale ambayo yamezidi, yani kwa maana amefikia kiwango cha kulatain. Kitendo cha kufikia kiwango cha kulatain ya maji tunaita ni, kulateni, nini, kulateni, e, ni ni mengi mtu kama yale makalo ambayo yanajengwa ya yale ambayo sasa anasema maji ibara tu ni, e, e, ni maelezo.